Na wakati ambapo tulikuwa tunaadhimisha kupaa kwa bwana wetu Yesu so Kristo, angalau kuna jambo moja likumbuka, Yesu akituambia ya kwamba nyumbani kwa baba kuna makao mengi, na kama hakungalikuwa ningaliwaambieni. Na hivyo wakawa ametangaza kabla ya kupaa kwake ya kwamba ataenda kututengenezea mahali ili atakapomaliza atakuja kutuchukua ili mahala alipo na situepo. Hilo ni jambo ambalo Yesu Kristo alituachia na kutuahidia kututumia msaidizi ambaye ni Roho wa kimungu. Na Jumapili iliyofuatia, majuma kama mawili ambayo yamepita, ukaadhimisha sikukuu ya ujio wa Roho Mtakatifu, mitume wakizungumza kwa lugha mbalimbali, licha kwamba walikuwa Wagalilaya na makabila tofauti yaliyokusanyika pale, walisikia wakinena kwa lugha zao wenyewe, na wakaelewa na kile ambacho hawa mitume wake Yesu walikuwa wakisema. Ukakumbushwa kwamba lugha yake Mungu Mwenyezi sio lugha ya kuwachanganya watu bali ni lugha tunaoambatana kuelewana na sana kusikilizana na yule anayetuzawadia hiyo zawadi. Hivyo tukasherehekea kuzaliwa kwa kanisa, waliokuwa na uoga wakawa wameimarishwa, huwa watetezi wa imani. Sisi tukajumuishwa pale kama watetezi wa imani tulioipokea, hasa kupitia sakramenti ya ubatizo tulipoanza safari hii ya imani. Juma lililopita tuliweza pia kusherehekea siku kuu ya Utatu Mtakatifu. Mungu ni mmoja lakini ndani yake kuna nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukaweza kudhihirishwa umoja ulioko kati ya nafsi hizi tatu, hawaweza kukorofishana kwa sababu licha ya kuwa Baba si Mwana wala Roho Mtakatifu, na Mwana si Baba wala Roho Mtakatifu, lakini hilo halikumaanisha kwamba ni Mungu watatu. Kila mmoja wao tunapomtazama wasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, lakini ni Mungu mmoja. Wasema ni fumbo ambalo wewe na mimi pengine hatuwezi tukaweza kutegua lakini, kwa imani tunaamini, tunapoona kwamba baba anapopewa jukumu na kuumba na kuendelea kutujalia mahitaji yetu ya kila siku, mwana kama mkombozi na muunganishi wetu, anayetukamanisha tena na Mungu kupitia msamaha unaotolewa na uliotolewa kwenye mtu wa msalaba na Roho Mtakatifu kasema kwamba ndiye anayetutakasa, ndiye anayetufundisha, ndiye anayetujalia nguvu, na ndiye anayetuelekeza katika njia ya Mungu Mwenyezi. Baada ya kutafakari mambo hayo yote, siku hii ya leo tumeunganika ili tuweze kuadhimisha na kusherehekea hii Sakramenti ya kipekee ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni zawadi aliyotuachia Yesu Kristo, na baada ya kusikiliza Injili yetu siku hii ya leo, tumeelezewa vile ambavyo baada ya Yesu Kristo kuweza kuwafundisha watu aliweza kuwaponya waliohitaji kuponywa, na kulipo kuchwa, maanisha kama ilikuwa ni jioni, wale kumi na wawili walimwendea wakamwambia, waaga watu waende katika vijiji vya jirani na kwa wakulima wa mashambani wapate mahali ni mahali pa ukiwa, ndugu zangu. Ukisikiza tu ujumbe huo, unakueleza nini? Waage wao, walikuwa wale wapi? Hawa kumi na wawili, kwa sababu wanaowaaga ni akina nani? Watu waliokuja kumsikiza huko nyikani, ni mahala pa ukiwa lakini licha ya kwamba ni mahala kwa ukiwa, Yesu anawapa changamoto na kuwaambia kwamba wapeni ninyi chakula, kumaanisha ya kuwa Yesu Kristo alipowaelezea waweze kuwapa chakula, walijihisia kwamba, walijihisi kwamba chochote walicho nacho ni haba mno, hivi kwamba hakuna vile ambavyo kinaweza kukawatosha wote. Alianza atakuzungumzia mambo hata ya kwenda kununua, lakini bado Yesu alikuwa amesisitiza, wapeni ninyi chakula. Na huu ndio ujumbe ambao hata sisi siku ya leo tunapewa tunapohimizwa kwamba wapeni chakula. Chakula hiki ni chakula cha namna gani? Sio lazima kiweze kuwa chakula cha kulisha miili yetu zaidi. Yesu atapiga hatua zaidi kutuelekeza jinsi ambavyo twapaswa kuelewa ya kwamba hiki ni chakula cha kiroho ambacho kinapaswa kutuimarisha katika imani yetu. Kumbukeni muujiza huu ambao tunausikia ulitendwa katika Injili hii ya Luka mlango wa tisa. Tunaupata katika Injili ya Yohane Mlango wa sita, moja, hadi kumi na tano. Na hivyo katika ujumbe tunaoupata baada ya Yesu Kristo kuweza kuwalisha hawa wanaume elfu tano bila idadi ya kina mama na watoto baadaye ataelewa kwamba wanataka kumfanya awe mfalme wao na Yesu ataweza kuondoka pamoja na wanafunzi wake wataanza kumtafuta na watakapompata wataanza kumuuliza, Bwana, ulifika hapa sambaki. Natawaambia, nimewajua, nimewaelewa na nimejua ni kwa nini mnanitafuta. Hamunitafuti kwa sababu pengine ya lile nililowafunza, lakini mwanitafuta kwa sababu mlikula mkashiba, na hivyo changieni kile chakula ambacho hakiharibiki. Na baada ya kuahimiza kuhusu hicho chakula ambacho hakiharibiki, walisisitiza sana, twaweza tukikipata wapi chakula hicho? Ndugu zangu wapendwa, chakula hicho ambacho hakiharibiki sio kingine, ila ni hicho tunachosherehekea siku hii ya leo na ndio tunarudishwa katika siku ya Alhamisi Kuu, wakati ambapo Yesu Kristo alianzisha Sakramenti ya upadri, Sakramenti ya Ekaristi, na zaidi akatudhihirishia jinsi ambavyo tunapaswa kutawakana miguu kuonyesha kwamba tunapaswa kusambaza pendo la kweli katika maisha yetu kwa sababu hilo ndilo jukumu ambalo Mungu ametupa.